chetu Dimitar Pantev ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye ni kocha wa magoli kipa na aliyekuwa msaidizi wake namba moja. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba, kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili. Kwa mantiki hiyo basi e, hakuna upande wowote ambao unalazimika unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa walimu. Kwa mantiki hiyo basi, taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo, lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni moja, mbili, tatu ya kufikia maamuzi hayo.